Ana naitwa Rajabu wa Machala, mwenyekiti mm, wa ile tawi la Simba toka Kisiwani. Hey. E, kama unavyojua desturi ya Simba kwa sasa tumekuwa tumekuwa tu, zaidi kama ulikuwa unayojua Simba tunaishia robo sasa. Sasa hivi tumekuwa tumekuwa zaidi, zaidi. sasa hivi tumekuwa zaidi zaidi. Kama mjawahi kufika nusu hii ni nusu ya kwanza. Ah si kweli hey. Wanaosema namna hiyo hawana historia hawajui. Sasa mmekuwa zaidi zaidi kwa wakati huu hey. Tumefika nusu finali ya klabu bingwa mwaka 73 73. Msikia? Tumefika finali

Eh, hey, kwa hiyo mi mnachosema mm. Simba kama na slogan nakusema nguvu moja kwa mm. Hiyo ni nguvu moja kwa kweli. Hii mechi ya jana, matokeo ya jana, matokeo ya jana eh, na mnajipangaje nyinyi kama wanachama wa Simba mwenye nguvu Uh, tawi la Simba mwenye nguvu kama kawaida, mmejipangaje kwa kule South Africa? Mnaelekea vipi baada ya matokeo ya jana? Kama kawaida yetu, sisi tumepeleka wanachama, baadhi ya wanachama wetu kule Zanzibar kushiriki. Ah, mlipeleka hmm. wanachama wameenda. okay. okay. kule wameenda kushiriki, wamerudi. Wengine wamerudi usiku, wengine wamerudi leo asubuhi. Okay, naona bana okay. kwa hiyo mimi nasema kama kawaida, wala msiwe na wasiwasi kufunga goli moja, pale msione kwamba kwamba ndio tumetolewa bana, kwa kingine wanasema mmetolewa goli moja, goli moja nini nini. Si tunaenda kule, tunaenda kushinda, hatuendi kulinda goli. Unasikia sisi? <laughs> tunaenda kushinda, hatuendi kulinda goli sisi. Si kule tunaenda kushinda, hatuendi kulinda goli, mwenelewa? mm. ukienda kulinda goli utafungwa njia kuu ya kujihami ni mashambulizi. Umesikia? mm. Sisi tunaenda kushinda washinda wale basi mm. Pressure. Lakini mnapoteza nafasi nafasi nafasi nyingi, nafasi nyingi sana, mkuna, nafasi nyingi timu inapoteza sana, inapata na inazipoteza. Ah, unajua mchezo uh, una na, ni mchezo, sio kuona kwamba mtu anapoteza nafasi kwa kwa fikiri mfano ile ile ya mwisho. Yule mtu kafikiri amfan il amwisho ulemu alikuwa tayari ashasema anataka kutoka. Ana mesuli imembana. Inabidi aendelee mpaka mwisho mm. Kwa hiyo anajitahidi katikati ya mchezo. Ndio alofunga goli huyo huyo. Noni, lakini, hey. takosa, lakini, vale. Kwa mfano unaona, lakini yeye kakosa alikosa, lakini kutokana ni mgonjwa amejitahidi tu pale well, <men> <parte�> <melan� UK> yeah. <oxideistoire> kwa hiyo mimi ninachosema tutakwenda, hatuendi kushiriki, tunaenda kushinda, wala hatuendi hatundi. Ikitokea mmevuka, naam mnakutana na RS Berkane kwa u tuseme kwa namna moja au nyingine, kwa kwa sababu wale hawawezi kuwafunga tena tano. Unaona, kuna namna ya kuchukua kombe pale mbele ya RS Berkane. Mimi nasema tukishavuka hapa, utakuja hmm, kunifuata tena mimi hapa, hmm, tukivuka hapa, utakuja hmm, kushangilia ubingwa hapa tena na kombe. Kombe itakujia, kombe tutakuja hapa tawini eh, kombe litakuja tawini <laughs>

mimi binafsi nimeona mchezo kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Wachezaji mm. wamejituma wamepambana kwa asilimia zote na mm. bahati imekuwa upande wetu, tumeshinda. haijalishi ni ushindi wa aina gani mm. watu wataongea, lakini yote na yote sisi tunaamini tumefanyaje, tumeshinda. na kitu pekee ambacho nakifurahia mpaka sasa hivi na kinanifanya nijiamini bado nitapiga hatua ya kwenda finali ni goli nililolipata hapa kutokungoa mm. Nitakapofika kule kwa Madiba, wao wanapambana kutafuta goli, mimi napambana kuongeza goli. Ingekuwa ile goli limechomolewa hapa, ningekaa kidogo kinyonge mm. lakini nashukuru Mungu, wachezaji wa defense, japo tumepata ushindi mwembamba mm. lakini wachezaji wa defense. oh, kinyonge kinyonge kwa sababu, kwa sababu kwanza mm. ukiangalia michuano ya klabu bingwa na shirikisho naweza kusema ni Simba na RS Berkane ndio wamepata ushindi, wengine mm. wote wametoka sana. na bado wanaamini wataendelea hatua inayofuata. kwa nini sisi tuwe wanyonge? tumeshinda. unatokea mm. wapi wewe mwenyewe? Sisi tumeshinda. Mm na finali tunaenda na ikiwezekana ubingwa tunaleta hmm. Kwa sababu goli moja ambalo mtu analizalau ndio hilo hilo limemfanya yule ameshindwa kuchomoa. Wao wenyewe wamemtoa yule bingwa mtetezi hmm. Hawa ah, nani Stellenbosch wamemtoa yule Zamaleki kwa, kwa goli hili moja wamecheza mchezo mchezo wao dakika tisini wakiwa wana on target hiyo hmm. Na ndio goli ambalo limewafanya wameingia nusu finali, wamemtoa bingwa mtetezi. Kwa nini sisi tukate tamaa? tuna goli ikiwa wao wa kwa nini sisi tusiende kupata goli kwa ui upata wao? Timu yangu na naiamini mpaka dakika ya mwisho, siwezi kusema eti mtatolewa au Shabiki wa Simba mwenye nguvu Tabata, Kisiwani, mm, ni kama mhamasishaji kwenye peao